I told you the other day, nikasema tofauti ya mahali ulipo na mahali unapotaka kwenda, huo umbali hapo katikati ni maamuzi. Kuna maamuzi unaweza ukayafanya leo na ukaanza kuyasimamia kivitendo, yakakutoa mahali ulipo na kukuweka mahali pa ndoto zako. the gap between where you are and where you want to be is your decision. Maamuzi yanaweza kukufanya chochote kwenye haya maisha. Hakuna umbali ambao hauwezi kuufikia ukifanya maamuzi sahihi na kuyafuatia. Tofauti ya mahali ulipo na mahali pengine ni maamuzi yako. Wakati mwingine tofauti ya uhai na mauti ni maamuzi. Gap la mahali ulipo na mahali unapotaka kwenda, huo umbali ni umbali wa kimaamuzi. Kuna ndoa inafuraha leo, na ina amani leo, wanaweza tu wakaamua kwamba tumekaa kwenye furaha ya tosha, nafikiri sasa tuingie maisha ya kugombana. Wakafanya maamuzi, nobody cares kwa ajili ya mwenzake. Meanwhile kuna pia wanandoa wanaweza kuwa kwenye joto kali sasa hivi, ila wakafanya maamuzi sema, lakini sisi sisi sisi ni watu wa furaha, unajua sisi ni watu wa upendo, sisi ni watu wa halisi kabisa, ni watu genuine kabisa. Sisi hii njia tumeanza kupita, what is this, na wakafanya maamuzi ya kubadilisha mwelekeo. Kicheko kilichopotea kwa miaka kikarejea. Believe me, ukiwakuta hivi hawana furaha, watasingizia kila wanachotaka kusingizia, lakini ukweli ni kwamba iko kwenye maamuzi yao, mpaka siku kila mmoja atakapoacha kumnyoshea mwenzake vidole na kuanza kujiangalia yeye na kuona uhitaji wa kujisahihisha yeye kabla hajaanza kufikiri kwamba anatakiwa kumranda mwenzake. Kushindwa hakuhitaji maamuzi magumu, actually. Wakati mwingine kushindwa kunahitaji tu usiamue maamuzi zaidi lakini kuinuka kushinda kuweza lazima yawe ni maamuzi very serious ambayo umeyafanya kwa kukamia kuyafuatia mpaka yalete matokeo. Mwaka ujao hautakuwa na tofauti na mwaka huu, kama usipofanya baadhi ya maamuzi na kuanza kuyafuatia. Ni muhimu ujue ni maamuzi gani unatakiwa kuyachukua leo, ili kusecure hatima yako ya kesho, kwa sababu gharama ya future unayoitaka ni maamuzi unayoyafanya leo na kuanza kuyafuatia. Mtu anaweza akafika juu kwa bahati, linaweza lika likatokea tu jambo vibaa likamfikisha juu, lakini kubaki pale juu hawezi kubaki kwa bahati. Atabaki kwa maamuzi. Mungu aliyekupa nguvu ya kuamua amekupa nguvu ya hatima. Hatima yako ipo kwenye maamuzi yako. Amua vema upate mema.